Daraja la Sabaki katika kaunti ya Kilifi limebishwa hodi na hali ya hatari. Katika sehemu hii ya daraja hili unapotokea Malindi, hali ni hii. Kumetokea mporomoko wa ardhi ambao umesababisha ufa huu kutokana na hali ya mvua inayoendelea hivi sasa katika sehemu hii. Huu ni mto wa Sabaki bridge huu umetoka br umeoka paka bridge. Uh, siku ilikuja maji ya mvua kutoka huko juu milimani ikaja ikaporomosha kidogo ardhi, then mvua ya juzi ilivyokuja ikafunja tena hivi doukanomboromoko hivi kwenye mwaona hapo kwenye ini. Wasafiri wanaopita mbio kwa magari yao hawana habari ya hali hii, kwani daraja halijaathirika kwa sasa, lakini kama mvua itaendelea kunyesha basi huenda hali ikawa ya hatari. Mimi ni mkazi wa hapa Sabaki, nafanya kazi na Kilifi County Government upande wa rescue, ni mwana maji hasa. Niko hapa kwa ajili ya hii hali iliyotokea mahali hapa. Ni hali gani hasa? Hali ambayo iko hapa ni kwamba kuna mmonyoko wa udongo, hii ardhi imepasuka kama mnavyoona, na imekuwa ni sehemu hata, hatari sana kwa raia wa kwa kawaida kwa sababu raiani, watu wakupenda kujaribu jaribu kama hii sehemu ambayo imetengana na hii ardhi nyingine, akiruka pande ya pili kurudi huku inaweza kuashiria na akaingia hapo akazama, na hapo na, na, na ikahatarisha maisha yake, ama ikawa ndio mwisho wa maisha yake. Ndio maana tumekuja hapa, wengine wameenda sehemu ile nyingine kwa ajili ya kuzuia watu wasipite mahali hapa. Daraja hili linaunganisha kaunti za Kilifi, Tana River na Lamu katika sehemu hii ambayo mto Sabaki unakaribia kuingia katika bahari Hindi. Serikali tayari imepata hiyo information kwamba mahali hapa pamekuwa eneo la hatari, ndio maana wametutuma sisi maofisa wa usalama ili tuweze kusimamia hii hali mpaka watakapotuma watu atakokuja kwa ajili ya kurekebisha mahali hapa, na saa hii wako njiani, wanakuja wakati wowote. Kufikia sasa, watakuwa hapa kwa ajili ya kuangalia maswala ya kurekebisha hii sehemu ili iwe sehemu nzuri kwa utalii na mambo mengine. Poromoko wa ardhi ambao huenda ukaleta hatari kama tahadhari haitachukuliwa haraka iwezekanavyo. Na kufikia sasa, linalosubiriwa ni wafanyikazi wa idara ya ujenzi ambao watakuja kuirekebisha hali kama ilivyo kwa sasa. Nikiripotia Coco FM katika daraja la Sabaki, mimi ni Lolani Kalu, Coco FM raba ya Pwani.